Kiujumla eh, eneo hili eh, eneo hili tulipata allocation tulipewa mgao na mkoa eh, mwaka elfu mbili na kumi na saba eh, tuka, kwa hiyo tulianza kujipanga tufanye nini katika, katika, katika, katika eneo hili. Kwa hiyo tukiangalia katika majukumu yetu ya msingi kama jeshi la kujenga taifa eh, tunayo majukumu ya msingi matatu jukumu la kwanza likuwa ni kulea vijana, lakini jukumu la pili tunatakiwa kuzalisha mali. Jukumu la tatu sisi kama sehemu ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania tunatakiwa tufanye ulinzi wa nchi yetu. Kwa hiyo eh, kuwepo hapa kwetu vile vile ni, ni kimkakati kiulinzi, lakini vile vile eneo hili ndio maana e, nilimwambia kwamba kuna katika mgawanyo wa kikosi hiki kuna eneo litakuwepo la mashamba na eneo kama mnavyoona, leo ni kipindi cha mvua na mnaweza kuona kwamba kuanzia asubuhi ilikuwa ni mvua. Eneo hili lina mvua nzuri na vilevile vile lina lina rutuba nzuri sana, lakini eh, maono ya Mheshimiwa Rais ni kwamba angependa Jeshi la Kujenga Taifa liwe na uwezo wa kuchukua vijana wote wanaomaliza kidato cha sita kwa ajili ya mafunzo ya mujibu wa sheria. Kwa hiyo, kwa hali hiyo ni kwamba ili tuweze ku ili tuwe tuweze kuwachukua vijana wengi zaidi lazima miundombinu ya vikosi vilivyopo iongezeke, lakini vile vile tuweze kuongeza vikosi vingine. Kwa hiyo, kiteule hiki tunatoka tuna, tuna, kimetoka sasa katika tunataka kukitoa katika hadhi ya kuwa kiteule cha kawaida sasa kiende kuwa ni kikosi cha Jeshi la Kujenga Taifa ambacho kitakuwa kitachukua vijana kwa ajili ya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo ndio maana mnaweza kaona miundombinu kama hii ni miundombinu ambayo tunaijenga maalum kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuchukua vijana wa kutosha kuweza kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, yale ya kujitolea na yale yale ya mujibu wa sheria. Eh, uwepo kwetu hapa ni, ni kama kama kama jeshi ni mkakati na ukiangalia hapa eneo hili ipo karibu na mpaka wa nchi jirani, lakini vilevile vile ukiangalia eneo hili ni msitu mkubwa ambao unaweza kwa namna moja au nyingine ukawepo na uhalifu. Kwa hiyo kuwepo kwetu sisi hapa ni, ni mkakati wa kiulinzi vile vile. Nitumie wakati huu kuishukuru sana serikali ya awamu ya sita. E, tumekuwa tuki, tukipewa bajeti tukiongezewa bajeti kwa wakati mbalimbali mbali. Lakini hii ni, ni mojawapo ya matokeo ya bajeti zile za kuonge, ya kuongeza kwamba tuongeze miundombinu kwa ajili ya kuchukua vijana wengi zaidi. Kwa hiyo kwa eneo hili kwenye kikosi hiki, kwa kuanzia sasa hivi tutajenga majengo tisa kwa wakati mmoja hapa sasa hivi, na tuliweza kuleta ambazo pesa ambayo tulipokea kutoka serikalini lakini tumeweza kugawa kwenye eneo hili kwa, kwa ajili ya shughuli ya hapa shilingi bilioni moja pointi sita ambayo kwa sababu tunajenga sisi wenyewe e, tunatumia vijana wetu, tunatumia mainjinia wetu kama ulivyowaona. Kwa hiyo tutakuwa na majengo yapatayo ya, ya, ya tisa katika eneo hili ambapo tutajenga ya ofisi kuu ya kikosi, lakini tutajenga maanga matatu kwa ajili ya, ya, ya vijana <coughs> e, tutaweza kujenga e, zaanati tutaweza kujenga maanga ya mas, askari kapera na, na maosa kapera lakini me, yapo majengo mbalimbali ikiwemo majengo ya kutunzia silaha na nini mpaka kuhakikisha kwamba tunaweza kupata majengo idadi tisa kwa gharama ya bilioni moja pointi sita lakini at, mwezi huu wa tatu. Eh, makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa baada ya kupokea pesa za kwa ajili ya maendeleo, vilevile tumearoketi tume, tume, tume, tume, tume shilingi milioni mia nne na ishirini na nane kwa ajili ya kuongeza majengo mengine matatu ya vijana ya, ya, ya maanga mengine matatu lakini vilevile vile tutajenga majengo mengine karibu karibu ma, ma, majengo yapatayo ya, ya matano tena mengine kwa ajili ya kuendelea kuendelea kuendeleza ujenzi huu, lakini sio mwisho, bado tutaendelea mpaka kwa, kuhakikisha kwamba kikosi kinatimia kama kikosi.